Na mtazamaji, serikali inaendelea na juhudi za kuwatafutia makao mbadala waathiriwa wa maporomoko ya udongo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na anasema kwamba hatua hiyo itawasaidia waathiriwa mbali na kuokoa maisha ya watu wengi wanaoishi katika hali hii. Alikuwa akizungumza katika ibada ya mazishi ya watu wanane kati ya 39 waliofariki katika mkasa huo. Brenda Wanga anatuarifu zaidi. Wakaazi wa eneo la embobut na sambirir huko Elgeyo Marakwet walijumuika kuomboleza vifo vya waliokuwa jamaa na majirani wao waliofariki katika maporomoko ya ardhi mwanzoni mwa mwezi huu, hali ya huzuni ikidhihirika nyusoni mwao huku wakiwaza kuhusu hali hii iliyowakumba. Kijana alikuwa mtu mwaminifu, alikuwa naenda shule yake, alikuwa nafanya viti kwa shule na kijana aka na maneno kwa nyumbani Tumepoteza mtu wa maana sana, alikuwa tegemeo kwa mambo mengi, tulikuwa tunatumia yeye kusaidia kuchunga. Mkasa huo umewaacha bila makao wala njia ya kujikimu kimaisha. Hatuna pa kuishi tena, kama nyumba ilibebwa, shemeji ameenda. Kuna maporomoko kuna kuna kuna kuna hayo ya udongo yalisababisha vifo vya watu 37, wengine kumi hawajulikani walipo. Wale ambao walinusurika wanahitaji makazi mbadala. Jamii hapa ikisema wanapaswa kuhamishwa kwa haraka, watu wakatolewa lazima tukue na special budget, a special fund, so that we address the all issue along these escarpments. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema serikali inatafuta suluhu ya muda mrefu, lakini kabla ya hapo anasema ni lazima wakaazi wachukue hatua katika kulinda mazingira yao wenyewe. Hiyo laini yenye ita, itakuwa regularized ya embodied itapita wapi na itasaidia watu wangapi, ili isaidie watu sasa, we want embodied under the government of William Ruto. I serikali isiyo ingine, hii serikali ndio itapatia title deeds watu ya Embo. Watu hao wanane waliofariki watazikwa kesho nyumbani kwao katika maeneo mbalimbali. Ibada ya mazishi ya wengine 29 waliofariki katika maporomoko hayo ya Chesongoch itaendeshwa siku ya Ijumaa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Na, mtazamaji, mwenyekiti wa baraza la magavana